Nimesoma hii sehemu sababu kumi na mbili kwa nini watu wengi hawatoweza kuwa matajiri. Kitu cha kwanza, kuamini ajira ndo njia pekee ya kuweza kujenga maisha yako. Shida sio kuajiliwa, shida ni kuamini kwamba mimi natakiwa nisome nije niajiriwe, na nikiamini kwamba hapo ndipo natengeza maisha yako, hii itakufanya kamwe usijekuwa tajiri. Namba mbili, kuchagua keria ya kuifuata ama keria ya kufanya kwa kuangalia jamii inayokuzunguka na watu wako wa karibu wanaokuzunguka, pamoja na matakwa ya wazazi. Hii ni pale ambapo kwa sababu kwenye jamii mzee fulani alilima shambani, na wewe utoke hapo uende ukanunue shamba uanze kulima shambani kwa sababu tu eti mtu fulani unayemuheshimu sana aliyelima shamba akapata hela. Kwa hiyo na utafuti shamba ulime shamba upate hela, bila kuzingatia kitu gani ambacho unaweza kufanya vizuri kutokana na majira ya sasa hivi, kitakufanya ushinde kuwa tajiri maisha yako yote. Namba tatu, kuogopa kufeli. Unaweza ukajikuta unashindwa kufanya mambo ama kuanza biashara kwa sababu tu eti unaogopa kufeli. Kufeli ni moja kati ya mchakato unaompelekea mtu kufaulu. Namba kuchukua ushauri kutoka kwa watu ambao hawajafanikiwa. Kuna watu ambao wao walianza njia fulani za maisha wakafika sehemu fulani wakakwama, wao wakawa comfortable kwenye eneo hilo walilokwama. Wewe una road trip ya kuenda kwenye mafanikio, njiani, ulivyofika, ulipofika, walipofika wao wakakwama pale Then instead ya kujifunza kwamba huyu amekwama, nikashaamua maisha yake ndo haya, kwamba mi am comfortable na maisha yangu haya haya. Then unakuja kwa mtu huyu ambaye anasema maisha yangu ndo haya haya, mimi sina shida ya kwenda popote, hapa am comfortable. Kwanza niko na, na kula na lala. Kwa hiyo sina mambo mengi. Mtu ambaye hajafanikiwa kwenye njia ambayo unaipita sio mtu wa kumpa sikio kukuelekeza nini cha kufanya unakokwenda mtu ambaye pekee unaweza kwenda ni mtu ambaye aidha ameshafika unakotaka kwenda au ni mtu ambaye amekutangulia mbele wewe huko nyuma. Kwa hiyo inabidi ujifunze kwenye hatua anazopita, ili wewe usikanyage sehemu hatari. Namba tano, pale unapoamua kufokas zaidi kwenye kutunza pesa badala ya kuingiza pesa, sahau kuwa tajiri. Namba sita, kuwashumu matajiri wamepata bahati kama akili yako mpaka leo, unahisi kichwani kwako matajiri wamepata hela kwa sababu itokea bahati, sahau kuwa tajiri. Namba saba, kushindwa kufanya uwekezaji investment. Ipo kwenye levo mbili, kuna personal investment na kuinvest kwenye ulimwengu wa biashara ikuletea ritani. Kama hutaki kujijenga wewe kwanza, hutaki kuinvesti kwako kwanza, moja, pili utaki kufanya investment kwenye biashara na ukaamua kukaa tu mwenyewe hivyo no? Kwamba kitakachotokea ndicho kitakachotokea, kitakachoenda ndicho kitakachoenda. Sawa kuwa tajiri. Namba nane, kutokuweka malengo yako ya kiuchumi. Kwenye uchumi kama ilivyokuwa kwenye kwenye mambo mengine, lazima uweke malengo, nataka kuingiza shingapi ndani ya muda fulani, kwa sababu usipoweka malengo Huwezi kujua nitatumia njia gani kupata hela hiyo? Na usipojua nitatumia njia gani kupata hiyo hela hiyo. It means wewe unaishi litakalo kuja na lije, itakavyokuwa na iwe. Lazima uweke goals, nataka kutengeneza shilingi ngapi kwa mwaka huu. Ukishakuwa na goal, itakulazimisha ujue nafanya kitu gani ili kutengeneza hii hela. Ukishajua nafanya kitu gani ili kutengeneza hii hela, then itakulazimisha kujifunza hiki kitu kinafanywaje. Ukishajua kinafanywaje, then natengeneza utajiri. Namba tisa. Kuwa na matumizi makubwa kuliko pesa unayoingiza. Kama hujui unaingiza shingapi, ni ngumu kujua nimetoa shingapi. Lazima ujue unaingiza shingapi ili ujue umetoa shingapi. Kama uko hapo, unanua vitu ili kuwaonyesha watu kwamba wewe unavyo, unajikuta umetumia hela zote, kuliko pesa unayoingiza. Utaishia kwenye madeni, na ukifikia kwenye madeni, saa kutengeneza utajiri. Namba kumi. Kutoa visingizio kila siku. Kila siku unakuja na jipya, bwana. Nikianza leo, kuna hapa pata feli Nikianza hapa kuna hii tafeli, haya siku zinapita, ah, unajua hii na hii zinachanganya hapa, wewe kila siku na sababu ya msingi kabisa. Ngoja nikwambie, kama jinsi ambavyo kila mtu anaelewa hiyo sababu yako, you will never get rich na kila mtu ataelewa, unateseka maisha yako. Namba kumi na moja, kuto kujifunza vitu vipya. Umekalili aina moja ya maisha, mimi najua tu kutoka asubuhi kwenda ofisini na mavitabu umekalili kufanya biashara inabidi niwe na duka nje. Utaki kujiunga na social media, utaki kufanya mambo mapya. Namba 12 na ya mwisho, kutokuwa na nidhamu binafsi. Kwenye kila kitu ambacho tunakizungumzia ili kuweza kuwa tajiri, vyote hivi vitaweza kufanya kazi kwako endapo una discipline. Ukisema discipline sio kusema shikamoo. Discipline ni kujua nini cha kufanya moja, pili kujua nini cha kutokufanya. kama huwezi kujua nini cha kuto kufanya you cannot have a discipline. Lazima ujue kuna vitu lazima ni viache, lazima ujue kuna vitu lazima nivifanye kwenye kila kipengele cha maisha yako. Hiyo ndiyo inakutofautisha, kutofautisha na watu wengine wote wanaoishi ili mradi kumekucha. Discipline is everything. Kama umefika hadi hapa na hujafollow akaunti hii, sijui unasubiri nini?